So, mimi niko na swali kwanza, kabla tuendelee, kabla nijue mama, niko na swali huyu huyu. Wewe ndio unaitwa huyu ndio mamake mama mwenye ulipiga ulipiga simu jana, kabla huyu hapa. Vijana, hebu zaongane hapa, nianze. Okay guys, poleni. Uh, tumeanza nilikuwa kwanza na nashughulikia huyu huyu mwalifu kidogo, so tuko hapa vile tuko hapa, tuko nje ya police station, na tumekuja hapa kwa sababu ya, ya huyu kijana alikuwa na, naomba sana uweze kukutana na, na, na mama, sijui kama ni huyu ambaye niko naye hapa na hapa kando yangu ama ama nani, lakini afisa ameweza kuniambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa uh, once tuko hapa, ameweza kukubali akutoa huyu jamaa kule kwa sel, ili tuweze kufika hapa na huyu mama waweze niweze ku, kum, kumuoji at least tujue, ama niwape uhondo ama update vile kulienda ama vile kunaenda, kwa sababu tuliacha kama ameletwa kwa police station, ila naona ako peke yake, sioni mwanafunzi ako wapi. So afisa, niko kwako, jana tulipigia mama mamake yule msichana simu nilikuwa nimeenda kibarua, kibarua mimi. Mimi single mother, sasa lazima nitafutie familia yangu. Ulinipigia simu mimi, e, nilijua uniongeleshe polepole, uniongeleshe e. E, so polepole ndio umeniita hapa, sio ndio umeniita? Ulinipigia mama uko na kiburi kwa nini? Afisa alinipigia simu jana akaniambia msichana wangu amepatikana na kijana wa nduthi. Sasa, mm -hmm. mimi nikajua huyu nduthi ni askari, mm -hmm. so si nimekuja kuongea nayo nduthi, si uliniambia, so, kijana wa kijana msichana wangu amepatikana na kijana wa nduthi, saa ndio nimekuja kukutana na wuyo nduthi. Ako wapi wa ndio nimekuja kwanza. Mlimwachilia hiyo jana, e, e, e, e, yes. Jana akaenda. Msichana wako a, alifika nyumbani, alifika ile kitu yenye huyu. Alikupigia simu kuuliza, uliweza kuuliza msichana wako? Nilimuuliza kakataa, ale akasema eh, nilimuuliza juu msichana wangu venye namjua na venye ulinielezea ni vitu mbili tofauti aliniambia alikuwa na mwenzake wakitoka shule Lenzane. Wakipita kwa msitu, juu hiyo ni njia ya kuja nyumbani kujua kama ni sasa, ndio nimekuja juu nilikuwa busy jana, singaacha leo ndio uko busy eh, leo, e, leo nimeacha kibarua nikasema nikuje. Hey, nione huyu afisa eh? hey, eh? Eh? napiga simu kutoka jana kupatana na mtoto wake hmm. Leo bado mm. asubuhi nimempigia mm. ndio saa hii anafika hapa. Afisa, vile najua mtoto wangu na vile unanielezea, si yeye. Aje. Si, yu mtoto wangu nimemlea kwa njia ya Kristo, ya Kristo. Mm -hmm. Eh, mtoto wangu kwanza ameokoka, kwanza ni present worship leader church. Kwa, eh, kwa e, yani present, eh, yani present, worship leader church. Wa church ya kulala kwa kijaka. Kwa kuniambia amepatikana na mtu wa ndudhi kwa kichaka niliona na okay, hiyo aiwezi, si yeye, ni mtu tofauti, ndio maana sikukuja juu yeah. Henye namjua unanielezea mtoto wangu, hapana, angefanya si si mtihani, ndio ungekuja, si ndio tungemweka ndani, aziende Humet, mtihani mistake. Ndio wewe ulikuwa wapi ukiwaona waki namba ulitoa wapi? Alinipea namba. Si yeye kabisa vile namjua. No, si na mtoto wangu hawezi fanya kitu kama hiyo. Kwanza anataka ana kuwa sister. Alafu unaniambia amepataa kwa kichaka anataka kuwa sister. Sister wa nini? Anataka kuwa sister. Sister aliniambia alisema nataka kuwa sister. Nyinyi ni kama mnafunzana kuabudu shetani, ndio? Juu umejua nafaa ukue na evidence ya kuonyesha alikuwa ni yeye. Evidence. Evidence. Eh. Unajua mam eh. Ni kama unajua, wewe ni kama wale wenyewe wanatumia watoto wao ili waweze kupata pesa ni... E, mama fua babake eh? Una una maana mtoto, mtoto apatane na mtu wa bodaboda. Alinacha kitambo sana eh? babake eh? akienda masomo eh? Eh, aliniacha kitambo sana mimi, ndo natafutia watoto, najua vile wanasoma vile wanakula na vile wanavaa, kwa hivyo si yeye huyu. Ni nani? mimi simjui huyu ni nani, kwa sababu huyu mama kama naona anabishana, anasema mtoto wake ni sister, mtoto wake anataka kuwa sister, mara mfuate sheria, hata sheria ya mtoto wewe hujui. Kazi yako wewe, ni mwongo, hujui kazi yako, afisa, hujui kazi yako, wewe ni mwongo. Tuko police station, tuko police station. Najua vile mtoto wangu nimemlea, eh, namjua sana, nasikia uchungu aje? Amepatikana aje kwa kichaka aje? Sasa si mtoto wangu anafanya mtihani, mtoto wangu anafanya mtihani, sawa, anafanya mtihani Kwani unadhani hiyo mtihani hawezi chukuliwa? Unajua, unajua unaweza kuwa hujui. Ona msichana wako kama anafanya vitu kama hizo, lakini chini ya maji, sio? Unasema uko busy, unasema uko busy, unakuanga na mtoto wako hapa na hapa penye anatembea, huwezi kuwa na ujui. Mtoto wangu hajawahi lack, nang'ang'ana kufua, nang'ang'ana kufua, hajawahi lack, kwanza anampea pocket money, ana akili mzuri, hawezi endea mtu mwingine Simjui, hebu muonyeshe mama, nitakuuliza. Okay. Au ujui, sijui mmeokota wapi huyu, mimi simjui. Nimemuona wapi? Sasa wewe unaniicha hapa kunidanganya si ndio? Acha nikuambie, unaona mimi mimi ndo nilikuwa li, wa kwanza kuspot mtoto wako kwa, kwa kichaka kwanza tulikuwa tumekaa mahali wakatupita na kama amebebwa kwa pikipiki na mtu wa nduzi wakaenda kusimama tukachukua video vizuri hiyo video tunakuonyesha oh nishajua mtoto wangu nampianga fare sa mm -hmm. ni kama basi alikuwa amebebwa ilikuwa late, kama alikuwa tuition sasa alikuwa amebebwa saa kumi na moja. Walimaliza mtihani mapema. hiyo pepa yake alimaliza mapema jana So hiyo wakati ilikuwa kitumija saa sita hapo hivyo mchana alikuwa ametoka shule. Nipe tu simu aangalie peke yake. Uwa, anaweza kuwa mtoto wako si yeye. Hata mtoto wangu eh, eh, hana, hana ana nguo fupi hivi. Eh, hana si yeye alafu kwanza ana viatu si yeye. Songeshe mbele, mali sura inaonekana mtoto wako. Songeshe mbele, bado hapo. Ni mali anashikwa anaingizwa kitu ndani eh? Songesha mbele. Ehe, sasa huyo. Wewe si mtoto wangu. Weke volume, weke volume, weke volume kwanza. Ongeza volume. Volume iko wapi? Ongeza volume. Ndio. Wewe si mtoto wangu. Mtoto wako anaitwa nani? Helen. Ehe. Wewe si Helen? Helen Encho. Ehe. Ni yeye huyo. Na hii sura ya huyo. Hii sura unajua. Unaona hapa. Sasa hapa kijana, hebu. Hii sura unajua. Eh, unajua, unajua huyu huyu huyu kijana kijana kijana, simjui ujai mwana na anafanya nini? Yani, yani wewe hapa hapa, msichana wangu, si ndio? una nalama msichana na wangu si ndio? Si eh? Msichana eh? <coughs> Ni wewe, si ndio? Wewe nisa. Si ndio? A, umejiona kwa muda gani? Umejiona kwa muda gani? Eh? kwa muda gani? Nipe bunduki hapa. Niko na mchezo?

Alipa school fees aje? Si. Mimi ulipa school fees kwa bank. Eh? Mimi ulipa school fees kwa bank. Wewe si anasema analipa school fees. Unalipa school fees aje? Eh? Unamlipia kana nani kwanza? Unamlipia kana nani kwanza? Unamlipia kana nani kwanza? Songa na huko. Eh? Unamlipia kana nani? Eh? Usileze. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ndo kusema kwa kichaka. Msichana wangu ameokoka na alikuwa si ndio? Eh? Yaani unaambia tu bro. I'm sorry vaje, unamharibu si ndio? JK umesikia? Enda miaka ngapi kwanza wewe? 28 years. Woo! 28 years. Mtu eh? Wangu wa kichaka Mnafanya mapenzi ada na Awa kwa kichaka, si ndio? Siulizia mama, tunadanganya mama. Nimalize huyu mtu sasa, kuharibu mtoto wangu naye kwa muda gani? Inaenda wapi?

Tumewaita mwelewana. Mjuane kwanza. Kwanza. Wewe. Wewe, kwanza wewe ni Mkenya. Wewe, wewe. Wewe. Mshana wanga wewe. Una mahari, wewe. Eh? Ni Mkenya huyu ndiye anakuletea mahari. Mshana wanga unaona, namdanganya unasema, huyu <laughs> <laughs> ni shemeji huyu. Wewe unaona namdanganya, we na familia wewe, ukweli uongo? Mwambie, mwambie. Mm. Ukweli uongo? Uko na familia? Uko na bibi?

Eleze, eleze, ulituambia Kukumia, unalipa school unalipa school fees, fees. Ch chakula gani? Anasema gani? Mama, huyu amesema anakujua unamjua vizuri na amekuwa kilipa fees za mtoto wako

Si tulipiga na eh, Niko wengine anakuja. Umetumana? Eh, nimetumana. Mtu wako niko na wengine wengine, wadogo wake ndio alikuwa tegemeo langu. Eh, mimi nimeisha. 3 years. Niko na wengine watano nyuma yake babakainikat sijuu, sizai kijana watoto watano nyuma yake. Simama, hey, simama unazaa hey. Na unazaa wengi aji nao watoto? No, ni baraka watanisaidia, e na yeah. yeah, wata nisa... <tumarine>. Nani shemeji wewe? We, we, we, kwanza taun... Mimi kama ni wewe ningeshauma hata hii kadudu yake afisa, ya afisa nanipe dakika zingine kidogo, nataka kudili na huyu mtu saa hizi nataka kudili eh? na huyu mtu saa hizi, ibolingo yake imesha katakatwa ni eh? Wewe mbona msichana ongea kichaka hata eh? heru hata ungekomboa rumu huko Yeah? Ungekomboa nyurumu huko wewe, sio kwa kichaka, umesikia? Ni shetani.

Wewe unamdanganya, si ndio? Na bibi na watoto. Unamuoa. Unamuoa aje? Second wife. Bibi yangu second wife, si ndio? Mshana wangu nimeona na yeye kutoka form 1 mpaka form 4 second wife, si ndio? Kwanza wewe ni gaidi, wewe ni mkora. Wewe ni kwa kichaka.

Nezawa mami. Usiniambie sorry umesikia? Nezawa Nezawa. Sorry Sorry na na kata bwana mtu wenyewe, tena siku nyingine. Na imagine atumii CD. Eh? Bure. Alafu mtoto wako kwa nyumba sana. Na mwaamini kabisa huwezi fanya kitu kama hiki. Umeona ama bado, eh? Amekea huko kijana. Alafu mtoto wako anasema ni wachache na ana hizo mastingo. Worship. Kwa kichaga eh? eh? anaimba kama malaika oye, oye, oye. Mime, mime meniuma sana eh? na kuna kwa wadogo wake aa ukujia eh? wadogo, wadogo wake sindio, tutafanya mlipatana eh? wapi na mtoto wangu mlipatana wapi na mtoto wangu, acha nirudishe, ulete huyo mtoto wako hacha mtoto wako ake Ulichukua simu yake sio? Hiyo simu yake lazima nitaangalia nita, nita, nita, ya baadaye. Sasa huyo hata ukimpeleka huko nitamhitaji bado, nitamhitaji mpeleke, tumrudishe tu huko, hebu amuka. mrudishe tu huko. Mami, ungoje mtoto wako atoka shule kwanza sawa. Ngoja, ngoja, ngoja kwanza. Mami. Mami, mami, mami. Wacha. Wacha mama ume mami. Ataki mami. Ataki mami. Uh? Mami. Mami. Mama, hiyo hiyo hiyo yake, yake, tangi. Kabla aenda Kwa kwa yeye. Uma, Nina mtoto wangu. Sawa kwanza mama, wacha mama, uma hiyo kiti yake ataki, uko na nguvu mingi sana, si ndio?

Kwa nini unaruhusu mtoto wako? Mtoto amenikuwa. Au hujakuwa ukichunga mtoto wako wewe kwani? Unajua mtoto tangu ni mzae mpaka akakuwa, bila amefikia siku ya jua anafanya kitu kama hiyo, ungejua mtoto wako bila, kuna mastingo deadly hapo kwa kichaka. Sijui kama umeweza, utaenda uone hiyo hiyo video hiyo, hata usione. Kwa sababu huyo huyo si mtoto wako. Huyo mtoto na mtoto wako wa ngapi? Mtoto wako wa kwanza, wasichana watano nyuma yake. Kwa mwisho, aa, miezi tatu, wote juna zaa wasichana, ndio maana aliniacha oh. Sina kijana, nalipa hata saini, ilikuwa nafua malizie venye imebakia yandi eh? ya eh, nimalizie juu sikutaka akifanya mtiana maliza abaki na deni akimaliza pate hiyo nini yake ya, aenda kwa sister. Lakini kuna semaji eh? ya tayari anafanya bodaboda alafu anadunga mtoto wako mm. kwa kichaka anampea pesa mm. aenda analipa shule fees ndo amesema kama na ni kama naota, huh? ni kama naota. Eh? Toto anavaa skati si si nafika hii... hapa hata y si ndo naona mara ya kwanza sijai mwona na skati kama hii namona mara ya kwanza eh? Hapo hii tabia yake imetoka. Wacha sawa, ofisa atakuja na So guys, let's wait for the next update. Nitawaeleza once huyo uh, mtoto wa shule na ambaye anadinywa kwa kichaka aweze kufikishwa hapa. Oh sorry, niko na mama hapa uh, tutaweza kuonana tena baadaye.